Mwaka elfu mbili na kumi na sita nilisikia kwamba kuna kikundi kinaanzishwa cha shirika la Floresta nikawiwa nikaenda nami kujiunga. Baada ya kujiunga na kikundi tulipewa mafunzo mbalimbali mbali. Kwanza ikiwa ni mafunzo ya weka akiba, wekeza, na mafunzo mengine tuliopewa pia ni namna ya kukopa na kurejesha marejesho kwa wakati, na mengine ni namna ya kubuni miradi mbalimbali mbali pia ili kukua kiuchumi na mafunzo mengine mengi ambayo tulipewa na shirika. Baada ya kupata mafunzo hayo, nilianza kufanya utekelezaji. Kwanza nikaanza kuwekeza kwenye kikundi. Nilipowekeza ilinisaidia kwa sababu awali sikuwa na mahali pa kuweka akiba yangu, kama pesa, tulikuwa tunatunza tu kwenye vibubu, sikuwa na akaunti benki. Lakini baada ya kupata mafunzo, basi nikawa nawekeza kwenye kikundi Niliwekeza kwa muda, baadaye nikapata mwanya wa kukopa. Nilivyokopa nikapeleka watoto wangu shule, nikalipa ada. Watoto wangu wote wanasoma private na yote yangu, kwa sababu ya akiba niliyojiwekea kwenye shirika la Floresta. Baada ya hapo, nikachukua tena mkopo mwingine, nikaweka kwenye miradi yangu. Nilianzisha mradi wa kuku, mradi wa nguruwe ninafuga ng'ombe, nina mbuzi, lakini pia nikaendelea kuzungusha mtaji wangu nikaanzisha biashara ya kuuza ndizi, lakini sasa pia ninafunga pekoni kwa ajili ya biashara ndogo ndogo. Mpaka sasa kupitia shirika la Floresta nimenisaidia, nimekuwa na vyanzo vingi vya mapato, ninafanya mambo mbalimbali mbali, ambayo sikuweza kuyafanya tangu mwanzo kwa sababu ya akiba ilikuwa ni kidogo. Kutokana na yote hao niliyoyapata ndani ya shirika la Floresta ninashukuru, lakini pia na malengo makubwa zaidi ambayo nategemea kuyapata. Mfano, nataka kuwa mfugaji mkubwa sana, tofauti na nilivyo sasa. Natamani watoto wangu waendelee kusoma mpaka wafikie vyuo vikuu wote bila kukwama mahali popote.